Fulani amezaliwa, nyota yake iko safi, atakuwa kiongozi, halafu anaanza kupigana nani? Hawa wachawi. Hawana shida na watoto ambao wamezaliwa wakiwa bure, ambao hawana nyota, hawana haja na awa. Lakini ukiona mtoto wako anafuatwa na maneno mashida kidogo kidogo, huyo mtoto nyota yake iko safi. Mashetani wachawi, na waganga mizimu, miungu washaona nyota ya mtoto huyo, na ndio sababu anaanza kulingana na nyota ya mtoto huyo. Bwana Yesu asifiwe sana, yeah. Hati mara unaumwa mara sijui njia sifunguki, mara sijui oh mara sijui daktari amefanya nini huyo oh. Mtoto akona nyota adu ya shaona na jaribu njia ya kuweza kuzima nyota ya mtoto huyo, lakini nataka kusema kwamba kuweza kuzuia na kusima nyota ya Yesu sianaye hata maisha yako, na watoto wetu hawatazizuia wachawi na waganga. Misimu ya kifamilia, miungu ya kifamilia haitazuilia nyota za watoto wetu. Kuna kwa uwezo wa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, nyota zetu zitafunikwa, nyota zetu zitatakasika, zilizozimwa uliwa zitatakasika kwa damu ya Yesu na kwa uwezo wa nguvu za Mungu, nazo maadui hawataziona. Kama Herode hakuona ya Yesu, hata zetu hazitaonekana na wachawi na waganga.